Ni asubuhi tulivu ya Jumapili tarehe 19 mwezi wa 10 mwaka 2025, kundi la vijana wenye ari kutoka jamii ya Wameru lililojipanga chini ya mwavuli wa Meru Diaspora Youth, ina maana kama MDY, lilionekana likielekea kupanda milima ya Ngong. Dakika chache safari iling'wananga kutoka jiji kuu la Nairobi kuelekea Kajiado County, barabarani ikawa ni shamra shamra. Baada ya dakika chache wakawasili katika kivutio hiki cha wengi Ngong Hill, tayari kuanza kuikwea milima ya Ngong. Tukio hili halikuwa la burudani pekee, lililenga kujenga umoja, kuimarisha urafiki na kukuza ari ya maendeleo miongoni mwa vijana wa jamii ya Wameru wanaoishi jijini na maeneo ya karibu. Na hapa mkoko ukali kama ua. <laughs> Safari ilianza kwa mbwembwe za aina yake, michezo ya utotoni ikishamiri, ikawa ni furaha mpwito mpwito, huku sura zikionekana kujaa tabasamu. Vijana hawa walipanda hatua kwa hatua, mlima baada ya mlima, wakipiga picha, kuimba nyimbo za kitamaduni na kusherehekea urithi wao wa Kiafrika. Baada ya muda wa takribani saa tatu, wengi wao wakaonekana kuchoka, lakini yote tisa kumi ni kufika kileleni. Mbali na kupanda vijana hao walifanya kikao kifupi cha majadiliano kujuana huku wakizungumza mambo muhimu muhimu, kila mtu akisema jina lake, alikotoka na ni nini anachokifanya hapa jijini Nairobi kwenye kilele cha Ngong Hills kwani kwa kawaida kwenye safari hizi za nadra lazima kuwe na alama ya kumbukumbu kumbu. Na hapa basi kukawa na kukata keki iliyokuwa kama ishara ya kuonyesha utengano ni udhaifu, umoja ni nguvu. Kutoka hapo walitazama mandhari ya kuvutia ya Nairobi upande mmoja na bonde la ufa upande wa pili wakihisi fahari na mshikamano wa kweli. Safari hii imenikumbusha kuwa sisi vijana wa Meru tuna nguvu kubwa tukishikana mikono, umoja wetu ndio nguzo ya maendeleo ya kesho, alisema Felix Kobia, mmoja wa washiriki wa safari hiyo. uh... The MDY imenifunza mambo mingi sana uh, la kwanza ni umoja. Uh, we we've had unity of uh, recently yote mbele, tumekuwa tumekuwa tumekuwa na mambo mingi, activities mingi, so love has brought us together and uh, we've represented our community well and uh, yes, tumekuwa tuna mambo activities mingi ni mepatana na friends who became family. So, viva, viva, viva MDY. Muungano huu ambao umekuwa sio tu wa kuashiria umoja bali pia umekuwa ukiguza nafsi za watu wengi, hasa kwa kutembelea makao ya watoto wasiojiweza na watoto wasio na wazazi, ambapo mapema mwezi jana waliandaa karamu kubwa na watoto wanaotoka kwa familia zisizojiweza na wasio na wazazi wakiongozwa na kiongozi wao Kobia. <coughs> tia shughuli kama hizi, Meru Diaspora Youth inaendelea kuthibitisha kuwa vijana wa jamii ya Wameru si watazamaji wa mabadiliko. Milima ya Ngong ikabaki kuwa alama ya safari yao, safari ya kujenga utambulisho, umoja na matumaini mapya kwa vizazi vijavyo nikiripotia Equaliza ke e Media, jina langu ni Kelvin Munguru.